Kupitia hali ngumu katika maisha ni sehemu ya ubinadamu. Umeona eh? na ndio maana utaona eh, ni ibada kabisa. Changamoto, changamoto ni ibada. Ndio maana utaona mfalme Daudi katika Zaburi ya ishirini na tatu anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sio nijapo lala, sio nijapo kaa, sio nijapo ishi, nijapopita. Kama una ugumu wowote katika maisha yako, unapita, unapopita unatakiwa stay strong kuna watu wanawachukulia poa mama na baba kama wapo. Kuna watu ambao baba anapiga simu, mama anapiga simu, unaiangalia. Huyu naye ameshaanza. Kwa mujibu wa Mungu, kwa sababu Mungu sio binadamu, baraka zako ziko kwa mzazi wako kule kule alipo. Kama nilivyokuambia aibu na utafutaji havikai nyumba moja. Eh, mambo haya watu watanionaje? Imewalaza watu wengi sana njaa. Na ndio maana watu wengi sana hawawezi kutoka. Au ha, watu wengi sana hivi kwenye maisha ya chini anang'ang'ania aishi kama juu. Kama nataka niwe hai. Yakubali yale maisha. Ukitaka uongeze kipato cha juu wakati hauna, ndo stress, ndio kukata tamaa, ndio kuingia kwenye miadarati, ndio mpaka kufikiria kujinyonga kwa sababu ya watu. Lazima mastaa wajue ya kwamba kitendo cha wewe kuwa kioo cha jamii, maana yake linalomtokea jamii mtu yoyote, naweza pia likakutokea wewe. Umeone, accept usiishi kwa kufuata katika mitandao. Umeona watu wa mitandaoni hawaposti ukweli ni watu wachache sana wanaposti ukweli. Watu wengi unaoona wapo kwenye mahoteli makubwa, wakati mwingine hawalipi. wakati mwingine wameenda tu pale kwenda ku nini, kwa sababu ku-kufuru watu tu na lifestyle na nini, umeone, lakini ishi maisha yako.